Bwana Yesu asifiwe wa wapendwa watazamaji wa Upendo TV, ninaitwa Mchungaji Daktari Anthony Kipangula, askofu wa KKT Diocese ya Mufindi. Diocese yetu si ya muda mrefu sana, sasa ni mwaka wa pili tunaelekea kumaliza. Tunamshukuru Mungu sana. Niko hapa kwanza kumshukuru Mungu kwamba tunafikia majira ya Christmas na mwaka mpya Tunajiandaa kuingia katika sikukuu hiyo hizo kuanzia kesho tunaposherekea kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sisi Wakristo tunapokumbuka siku hii ya kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunatazama mambo mengi mazuri ambayo tunaweza tukayasema na kuyafanya wakati huu wa Christmas. Kwanza tunampokea Yesu aliyezaliwa kama Bwana wa amani, kama Bwana wa amani, kwa sababu yeye mwenyewe mara zote alisema, amani iwe kwenu, amani yangu na waachieni, kama nitoavyo mimi amani, si kama ulimwengu unavyotoa hiyo amani. Kwa hiyo tunapokaza habari ya amani inayotoka kwa Baba ambaye ndiye aliyezaliwa tarehe ishirini na tano kama ambavyo tunasherekea Tunaamini kabisa amani hiyo ni ya uhakika. Amani hii haiji tu kama sisi tupendavyo, bali yeye anatufanya tunapomwabudu na kumtegemea. Tunasoma maneno yake, nasoma Bibilia inatueleza mambo mengi mazuri ambayo bwana anasema, tukiwa na amani, utulivu utakuwepo, maendeleo yatakuwepo, watu wataishi kwa furaha bila shida yoyote. Kwa hiyo tunatafsiri kuwa amani haiji kwa juhudi tu za kibinadamu bali tunahitaji kumtegemea huyu Yesu Kristo aliyetamka hiyo amani. Na kwa sababu sisi tunapita, tunaishi kati ya mtu na mtu. Amani inaanza moyoni mwa mtu. Na ikitoka kwa mtu kwenye moyo wake atampa hata mwenzake, atamtakia hata mwenzake kuwa na amani. Na kwa kuwa inaanzia moyoni na ikienda kwa jirani naye akaweka moyoni, hawa watu wakianza kuishi pamoja kila siku, wataitana amani. Sisi Wakristo tunapoonyeshana kwamba tuna amani, mara nyingi tumesalimiana kwa kusema neno shalom. Neno shalom maana yake amani iwe kwako. Hata ndugu zetu Waislamu huwa wanaposema asalamu alaikum, tafsiri yake maanake ni amani iwepo. Kwa hiyo mimi, katika Krismasi hii ninatamani ujumbe huu wa amani utakaoleta umoja, umoja wetu sisi wa Kristo, lakini umoja pia wa kitaifa. Kama taifa la Tanzania, tutakaa na amani, tutapata nafasi ya kufanya maendeleo, tutapata nafasi ya kutunza familia zetu vizuri, tutapata nafasi ya kusikika hata ulimwenguni, kama ambavyo mara nyingi tumewahi kusikika kwamba sisi ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo, wakati huu ni wakati wa kuitafuta amani kwa bidii kuliko kutafuta vitu vingine. Mambo mengine yanaweza kutokea kwa sababu ya uchochezi, yanaweza kutokea kwa sababu ya watu wasio na imani wasioamini kwamba Yesu Kristo aliyezaliwa anaweza kutuletea amani. Kwa hiyo sisi tukisimama vizuri, watu wataona mfano wetu, watajifunza kwamba wenzetu wanaomwabudu huyu Yesu Kristo wanatamani amani. Na hilo ninatoa wito kwa Wakristo, ebu uwe na amani yako moyoni mwako, halafu hiyo amani yako mshirikishe jirani yako, mshirikishe ndugu yako Ukiona dalili za kukosa amani, sisi tumeambiwa ombeni lolote nanyi mtatendewa. Tunamlilia Mungu, tunakutana, tunaomba. Hivi juzi juzi tumesikia na tumeona kwamba amani ya nchi yetu ilikuwa imefika mahali inataka kutoweka, lakini tunashukuru viongozi wetu. Kwa mfano, kiongozi wetu mkuu wa KKKT alituletea waraka na akatuambia tuombe kwa siku nane na tumeendelea kuomba kwa hizo siku nane, makanisa yote ya keketi. Hatimaye tunaona kuna utulivu, ishara ya utulivu. Mara nyingi amani huwa inatoweka haki ikipotea. Tunaomba sana katika Krismas ya mwaka huu, kama kuna mtu amejua hatoi haki atoe haki, kwa sababu Mtu akikosa haki yake wakati anajua hii ni haki yangu, anaweza kusababisha amani itoweke. Kwa hiyo haki ikiwepo bila manyanyaso yoyote, kila mtu akatembea katika kweli ya maisha ya binadamu, kwamba kila mmoja ana haki ya kuishi, kila mmoja ana haki ya kupata mahitaji yake, kila mmoja ana haki ya kwenda popote katika nchi hii bila kubugudhiwa, mradi hajavunja sheria Hali hiyo ikifika, hakika tutakuwa na amani tutakayokuwa nayo, tunatembea nayo katika maisha yetu. Naomba Mungu awabariki watu wote mnaosikia ujumbe huu. Tafuta am, kuwa na amani na watu wote, na Bwana atakuwa pamoja nawe. Asante kwa kunisikiliza.